Hujambo mwanafunzi, naye anakujibu habari, unaendeleaje? Sasa hilo swali litakusaidia muweze kuwa na mazungumzo zaidi kando na kujulia na kujuliana hali peke yake. Kisha aa, ukimjibu habari, unaendeleaje, naye anaweza kukujibu kukuambia naendelea vyema aa. Kisha unaweza kuendelea kumuuliza mambo yako namna gani, na ana yeye atakujibu kwa kukuambia mambo yangu sawa, naendelea vyema, sina neno. Kisha aa, iwapo hamna mada ya kuzungumzia, unaweza kumwaga na kumwambia nimefai kukutana nawe, Asafiri salama. Kwa hayo machache, tutakutana katika kipindi cha pili toka